Nipo okay. Ah, na kibunda cha hati, ndoto niliyokuwa naitegemea leo imetimia, na hati hapa za kutosha za viwanja vyangu vyote vya toka nianze kuvinua miaka ishirini iliyopita. Leo ndoto imetimia, nimepata hati, hati ya viwanja vya makazi vya kuishi, hati za viwanja vya biashara katika kijiji chetu cha Kifanya. Hiki nimefanikiwa kupata hizi hati nilikuwa uchumi nashindwa kuukuza kwa sababu nilikuwa nakosa hati. Kwa hiyo nishukuru sana serikali kwa kuleta mpango na kuweza kufanikiwa kutupatia si hati hizi, ambapo kwanza tumepunguza migogoro ya ardhi ya sehemu husika katika kijiji chetu; pili, kuleta thamani ya majengo tulikuwa tunayajenga, tulikuwa naweka majengo ya thamani kubwa, lakini mwisho leo tumeona thamani kubwa tumeweka ya fedha sasa imekuwa thamani ya hati. Tukienda leo kuchukua benki na kupata shida hela engaro tukuze mitaji yetu, tuna hati tunazo. Ukiona tatizo kumdhamini mtu labda mahakamani na kwamba hizi nyumba yenye hati, hati tunazo. Tuna shida yoyote ile ambayo mtu anataka kudhamini, unapata hati. Kwa hiyo mm. nishukuru sana serikali kwa mpango huu, halmashauri ya mji na na job job zima lote la serikali ya halmashauri ya mji kufanya hili zoezi. Naomba kwenye vijiji vinavyoendelea kama vijiji vya Kifanya vijimji basi na vijiji vingine wafanye hili zoezi liendelee. Kwa hiyo tunawapongeza sana.